Mlagaza na daftari la hati mla, mla takribani wakazi 1973 kutoka katika vijiji vya Mgambo Mwenge na Mkora ndani ya kata ya Kitunda wilayani Sikonge mkoani Tabora wamepatiwa hati miliki za kimila bila malipo kutoka tume ya taifa ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, zoezi ambalo limetekelezwa kupitia uwezeshaji wa taasisi ya uhifadhi endelevu maeneo tengefu ADAP kupitia mradi wake wa uhifadhi wa ushoroba wa misitu ya Rungwa. Paulo Samuel Bushu. Akizungumzia ufadhili wa zoezi hilo, Bwana Romanus Mwakimata ambaye ndiye meneja mradi wa uhifadhi wa ushoroba wa misitu ya Rungwa ametaja sababu za kushirikiana na serikali katika kuwezesha zoezi hilo. hukumu hifadhi Saif Salum ambaye ni mkuu wa idara ya mali asili na mazingira ya hifadhi ya wilaya Sikonge akisema hati hizi vipaumbele kwa ni vile kaya ambazo zinapakana na msitu kwa ajili ya kuweza kutoa kile kigezo kwamba hatufahamu mpaka ni hupi lakini pia kuweza kuwajua majirani wa msitu ni wakina nani ili kuweza kuwashirikisha kwa, kwa maana miradi mbalimbali ili kuwawezesha na waweze kuwa m, a, mabalozi wa uhifadhi na sio maadui wa uhifadhi. Tena mipango kina ya matumizi bora ya ardhi inapoandaliwa iheshimike. Wananchi tuheshimu, viongozi tuheshimu na wadau wote ambao tunahusika katika haya masuala tuheshimu tumekuwa na mgogoro. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba tuniweke wazi hili swala. Naye Jonas Masingija, ambaye ni mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi, usimamizi na uratibu, kutoka tume ya taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi, anazungumzia faida za hati miliki kwa wananchi, hukuwanufaika nambari moja wa hati hizo, wakitoa kauli zao. Faida mojawapo ya uandaaji wa mipango kina, pamoja na utoaji wa hati za haki miliki za kimila, ni kuwawezesha wananchi kiuchumi ili waione rasilimali ardhi kwamba ni nyenzo ambayo wanaweza wakaitumia ili kujiwezesha kujiingizia kipato, lakini pia ni kupunguza migogoro kati ya mwananchi na mwananchi, lakini pia kati ya maeneo yaliyohifadhiwa na wananchi. Zoezi hili maliona leo hili halipo kwa bahati mbaya, lipo kwa sababu serikali imezamilia kuhakikisha wananchi wanapata ustawi wa kueleweka kwenye masuala ya ardhi, lakini pia lipo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi yani, 2025 2030. Hati hizi zitapunguza migogoro ya ardhi sana na kuleta ustawi kwenye uhifadhi wa msitu wetu wa kijiji na ya serikali pia. Ustawi utawe, utakuwepo kwenye shughuli za kiuchumi na wananchi kama kilimo, ufugaji nyuki na ufugaji wa mifugo. Wito wangu ni kwamba tunawakaribisha wadau zaidi wengine wa wawekezaji wa, wa ili waweze kuwekeza na kuweza kuwakwamua wananchi wa kata hii waweze kujikwamua kiuchumi na uchumi wao uweze kukua au kupanda. Mradi wa uhifadhi wa ushoroba wa misitu ya Rungwa umeanza utekelezaji wake mnamo mwaka 2019 ambapo mpaka sasa kwa mgawanyo wa awamu zake umefikia awamu ya tatu ya utekelezaji. Kutoka wilayani Sikonge mkoani Tabora, Michael Samuel George, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe ku comment na kulike, tufuatilie pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook, kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.